ili tunapokuja sasa kufanya tathmini isije kaonekana fedha ni nyingi mno, hata wale wenye stahiki ya kikweli wakakosa au wakachelewesha. Ndio haya yanotokea sasa hivi <tutu> eleze vizuri nini kinachokuja na fidia ifanyike, na mara zote chukueni picha mapema. Tatizo kubwa tunalolipata ni kama alosema kijana mmoja hapo kasema yeye miti yake ishaondolewa. Sasa hiyo fidia mnaenda kuifanyaje? Mimi ninachosema na nilishasema hili, narejea kusema sehemu yoyote ambayo tunatakiwa kuweka mradi, jambo la kwanza iwe kuchukua picha, tena ile picha ya drone kwa juu, tuone nani kajenga, nani ana mti pale. Wale wanaokuja kubambikia tutakuwa tumeshawaondoa kwa hatua hii, lakini wale ambao wana haki, baada ya grader alikundisha picha tusiwakoseshe haki zao kama huyo mzee anakuwa na miti miembe minazi vitu gani, huyu kijana na nyumba mbili na foundation yake imegeuzwa ofisi, hajalipwa hizi haki. Hilo ni wazi kabisa. Kwa hivyo tunasema hayo tutayaweka sawa, na inshaallah Mwenyezi Mungu atatujalia tutende haki, maana tu tunamwogopa Mwenyezi Mungu, tusije tukaondoka na dhima ya watu kudhulumiwa. Hilo nataka nikuhakikishie.